Mbunge wa Isiolo Kusini azikwa katika makaburi ya Tulluroba mjini Isiolo. Mbunge wa Isiolo Kusini Mohamed Tubi amezikwa katika makaburi ya Tulluroba mjini Isiolo na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali pamoja na maelfu ya waombolezaji kutoka pembe zote za gatuzi la Isiolo, wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ambaye aliwahutubia waombolezaji, amemtaja kuwa marehemu alikuwa kiongozi aliyekuwa akiwatetea wakazi wa Isiolo kuhusu maswala ya usalama na ardhi kwa kuleta hoja bungeni. Tunasimama hapa kwa siku ya majonzi, kwa sababu tumempoteza mbunge wetu, tumempoteza kiongozi, sio wenu tu, lakini wa kitaifa, kiongozi ambaye amefanya kazi, inatambuliwa inajulikana. Naelewa desturi za Kiislamu, mazishi inakuanga ya haraka na hakuna maneno mengi ya kusema. Kwa hivyo, nashukuru sana kwa kunipa hii heshima ya kuongea mbele yenu baada ya kumuzika rafiki yangu rafiki yetu. Tuko hapa na wabunge, nitawatambulisha lakini, kwanza kabisa, nikuleta rambirambi ya bunge yetu yote, mabunge ya kitaifa na ya Seneti, kwa sababu mwenzetu amekuwa anahudumu chini ya Parliamentary Service Commission ambayo mwenyekiti wake ni mimi. Tumekuwa na yeye, wakati mlimchagua alikuwa anaugua, hata wakati wenzake walikula kiapo cha kuhudumia bunge, yeye alikuwa akakaa ni hospital. Nilienda nikamtembelea kabla ya kufungua bunge, baadaye akakuja, nikamlisha kiapo akaanza kazi yake. Amekuwa rafiki yangu mkubwa, kila mara anakuja kwa ofisi yangu na yeye huwa anazungumzia mambo mawili ya hapa Isiolo. Hata hotuba yake ya mwisho katika bunge, wiki, karibu miezi miwili iliyopita, nilimpa nafasi kuitisha taarifa kutoka kwa serikali kuhusu mambo ya usalama hapa Isiolo. Alisungumzia mambo ya usalama kati ya Isiolo na majirani zake na kati ya wananchi wa Isiolo. Akauliza serikali kuu, waziri wa mambo ya usalama akuje atembelee Isiolo awasikize wananchi. Kwa hivyo, kwa niaba yangu niaba ya bunge yote, familia yangu na marafiki zake tunasema pole sana. Spika Wetangula amewahimiza viongozi wa hapa Isiolo kushikamana kwa manufaa ya wakazi wa Isiolo na kuwahimiza kuishi kwa amani na kuendelea kumwombea marehemu. Wale ambao tulimpenda Mheshimiwa Tubi, wale ambao tulikuwa marafiki zake wale ambao tulifanya kazi na yeye, vile imama amesema, kama mlikuwa ruzana, tumsamehe aende kwa Mwenyezi Mungu akiwa huru bila mzigo hapa duniani. Akielekea hivyo, tunasema wale mliompenda, muendeshe siasa yake ya amani na kupendana na watu. Naye seneta wa gatuzi la Isiolo Bi Fatuma Dulo ametoa shukrani kwa bunge la kitaifa kwa kusimamia matibabu ya marehemu alipokuwa hospitalini na kumhimiza spika wa bunge la kitaifa kuzungumza na Rais William Ruto kuwatafutia ajira watoto wa marehemu wananchi wa Isiolo South. Mimi singependa kusema mengi. Ameugua kwa muda mrefu sana. Uh, jana nakumbuka daktari yule ambaye anamwangalia na Dr. Guyo walisema ya kwamba mheshimiwa ako na seven lives. Na ni kweli amekuwa critical mara nyingi lakini Mwenyezi Mungu alimsaidia ametoka katika hali ambayo ilikuwa mbaya. Kwa hivyo yangu ni kuuliza wananchi wa Isiolo, tumepoteza ndugu yetu, kiongozi ambaye ni mshupavu, kiongozi wa ukweli, kiongozi ambaye anaweza kusimama na wananchi. Na mimi ningependa kurudisha shukrani kwa wananchi wa Isiolo wote, viongozi wa siasa ambaye wako hapa na ningependa kushukuru parliament sana hasa senator Wetangula, Right Honorable Speaker wa National Assembly, kila wakati mheshimiwa akiwa critical nikimpigia anashika simu anasema pelekeni pahali popote ambayo mnataka sisi tuko tayari kulipa bills zake, na alimaliza insurance allocation yake wakati alikuwa Karen Hospital. Na spika pamoja na clerk na staff wa assembly walisema tuko tayari, hakuna wakati tutamwacha. Na baada hiyo alipelekwa Nairobi hospital ikiwa allocation yake ya insurance imeisha. Jana tulikuwa na hali ya taharuki kidogo, tukaona ya kwamba bili imeenda juu zaidi tuliongea na yeye akasema, hakuna dakika moja mwili yake itabaki katika hospitali, na tunawashukuru sana spika pamoja na staff wa assembly na clerk na members of parliament. Ya pili, ningependa kushukuru Dr. Professor Guyo. Every time tukiwa na mambo ambaye hatufahamu, madaktari yakituelezea magonjwa yake, tunamuita kuja utuelezee, wewe ndo daktari wa kutoka nyumbani, utuambie ni nini iko hapa. Ya mwisho ilikuwa jana na ametusaidia sana, amesimama na familia, amesimama na mheshimiwa. Kwa hivyo tunamshukuru sana Profesa Dr. Guyo. Jambo lingine ningependa kusema, right honorable speaker, sitaki kuongea kwa muda mrefu Mheshimiwa Tubi brought up a very strong, brave young family. Hasa msichana anaitwa Leila. Na ni watoto ambaye wako na nidhamu, walikuwa wanalala hospitali, hawaondoki karibu na kitanda, e, amewacha. Mimi ningeomba uongee na His Excellency the President uangalie vile ambavyo watoto wao watoto wake watashikiwa mkono, kwa sababu ako na msichana amemaliza lo a, ako hapa na vijana ambaye wako tayari wanaweza kusaidiwa hapa na pale. So kwa hivyo yangu nihaya, ni haya. Mimi ninawaomba wale amekosea, msamehe. Kwa upande wake gavana wa Gatuzi la Marsabit Mohamud Ali amemtaja marehemu kuwa kiongozi aliyekuwa mtulivu na mchapakazi ambayo um, anajua na kwa heshima yake tunawaomba wakaaji, watu wetu wa Isiolo, tutuze amani, tuwashirikiane na viongozi wote, na wakati huu ngumu kwa familia ya marehemu tunawapa pole, tunasema poleni sana. Mungu amweke mahali pema peponi. Na baada ya hapo, tukimaliza kikao hiki, bwana spika, baadaye eh, tukimaliza eh, muhula huu ya maombolezi, familia watakaa kikao, wazee wa nyumbani watakaa kikao alafu wazee wa kaunti watazungumza na watatupatia mwelekeo. Viongozi wengine waliohudhuria mazishi hayo ni mbunge wa Saku Ali Rasso, seneta wa gatuzi ya Marsabit Mohamed Chute, mbunge wa Moyale Guyo Wako Jaldesa, mbunge wa Isiolo Kaskazini Joseph Samal, mwakilishi wa kina mama hapa Isiolo Bi Mumina Bonaya pamoja na waakilishi wadi hapa Isiolo miongoni mwa viongozi wengine. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.